ITV ilifika katika eneo hilo la Mwananyamala Ujiji maduka matatu na kukuta umati mkubwa wa watu katika eneo hilo ambao walionekana kuzuia magari, pikipiki piki na hata baskeli waliotaka kupita katika barabara hiyo kwa madai kwamba jumla ya watu watatu tayari wameshapoteza maisha katika barabara hiyo lakini viongozi wao wameshindwa kusaidia chochote. Ajali zimetokea mtoto wa tatu amekufa, na mtoto amekufa, amegongwa gari Mabibo Mwananyamala, mtoto amekufa, amekaa hapa chini Ujiji, mtoto amekufa, amekaa hapa chini, gari inapita. Tumezuia, tutaka matuta, hatumtaki diwani wala serikali ya mtaa, tunataka watu wakubwa aje. Mtoto ndio wa tatu, mtoto wa kwanza kagongwa, mguu umevunjika, mtoto wa pili amekufa hapa hapa, na mtoto wa tatu walizolewa na gari wote, waligongwa hapa. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wa wakazi hao walitupa lawama kwa viongozi wa mtaa huo pamoja na kueleza kutomtaka diwani wakati ya Makumbusho, kwani naye amehusika zaidi katika kushindwa kufanikisha ujenzi wa matuta hayo licha eneo hilo kuwa hatarishi. ITV limtafuta diwani wakati ya makumbusho na kujitetea kwamba hawezi kuondoka katika eneo hilo mpaka matuta yajengwe, huku kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi Kinondoni ACP Charles Kinyela akithibitisha kifo cha mwanafunzi huyo Happiness Fred. Hapana, hilo bado halija halija, kwa kuwa kila kitu kina wakati wake. hichi sasa hivi hivi ninavyokuambia, hivi sasa hivi hapa mi siondoki mpaka nahakikisha matuta yanawekwa hapa, pengine uondoke baada ya kuona watu kwamba nao wamekataa kuondoka. Nasema hivi, kuanzia sasa hivi hapa mimi siondoki mpaka nahakikisha matuta yanawekwa kwa sababu matuta yamewekwa, lakini sasa kuna sehemu nyingine bado hayajawekwa. ni yani kweli kwamba leo kumekuwa na ajali mbaya katika eneo hilo Mwananyamala Ujiji, ambapo e, mtoto mdogo huyu ni Happiness Fred mwenye miaka minane amegongwa wakati akikatiza barabara na daladala moja ambayo ni ina namba za usajili T mia tano tisini BXE. Hizi ni Nissan Civilian. Hasa baada ya tukio hilo, dereva alikimbia, na kwa hiyo jitihada za kumtafuta zinaendelea, lakini gari meshaikamata kutoka eneo hili la Mwananyamala Ujiji maduka matatu jijini Dar es Salaam. Sammaela, ITV.